Ja hapa kwenye kwamba tumeonesha tumemaliza, sasa kaletwa kesi, utapata kwamba shehe, wanaoshtaki sana sana wengi ni wanawake, kwanza si waume. Yani idadi kubwa wanaoshitaka ni wanawake, na akija na mashtaka. Kwa mfano, anaripoti siku ya kwanza, anakuambia mimi, yule bwana mimi ni nikuja hapa, lakini nataka talaka yao, amemwacha nyumbani hmm. Kazi hata mara kwanza kadhi b amekuja pa hujamjua uja maanake, mm. eda tulimozesha ama tukumozesha, lakini nakambia mi kata talaka yangu. Na kazi ya ya, ya makadhi shehe kusuluhisha, lakini amakata talaka yangu, ankuja am, malamiko yake yote ameabwaga na hujasikiliza bwana, maana kuja ujamwita. Sasa wewe shehe, wanaakikamando wengi ni wengi sana na ukimuuliza aje, tukija tukifanya suluhu anakwambia, mimi suluhu, mimi sitaki, huyo akija anipe talaka yangu, talaka yangu. Na zile facts ambazo amezeleza pale, Sheikh Mwakidudu, tutafanya effort, tutamsummon mm, yule bwana mm, atakuja. Alafu yule bwana akija, zile allegations zile tuhuma anazipangua zote, Sheikh na evidence mm, kwamba mke wangu ana tabia mbaya, kwa sababu nimeshikana na mwanamume mwingine, alina maana kapiga picha na mtu huyu, mm. No, sasa zile allegations anazipangua zote za ule mke paka, mke yuangalia chini. Sasa sasa shekhe, hawa wanakuja kutaka talaka moja kwa moja, wanataka yani kesi iupande mmoja tu kwamba yasikilizwa na tayari inatosha. Shekhe wewe wasemaje kuhusu masuala haya wayajue, kama uliwazungumza kwamba sisi kazi yetu kubwa ni kutumikia jamii, katika kuitumikia jamii ni kusuluhisha migogoro ya ndoa No. na kwa sababu ndio mingi tumepeleleza, watu wanahitaji Uh, relief mm -hmm, au wanahitaji kusaidiwa katika migogoro ya ndoa zaidi, hata kuliko kwenda hospitali kabisa, hata kuliko wagonjwa hospitali mm -hmm. Hayo tumeyajua hivi sasa. Waweza ukamka mtu akakupigia kuambia, nataka nikuone, kumbe hakulala kweli, na ukijadili ni mambo ya ndoa, mambo ya nyumbani mm -hmm. Kwa hivyo makadhi wenzetu, haya majukumu ni majukumu bora sana ya jamii, lakini kwanza ni kuangalia namna gani utawapatanisha wenye ndoa mm -hmm. Haraka upesi, sio kuwatenganisha ili walijue. Pili ni kuwahutubu hawa address hawa ambao kwamba ni wanawake wanakuja haraka upesi kutaka talaka, nalo hili liende kwao no. ya kwamba lazima ujue kwanza, kadhi hatoi talaka, talaka no. anaitoa ni mumeo, mumeo no. mumeo ndiye mwenye haki ya kutoa talaka, wewe nimekuacha, nimekuacha no. na mke utakapoachwa ukija na ile karatasi hapa, sisi vile vile uwezo wa kumwita yule bwana tunao, kuja kumuuliza kama mnataka kurudiana, hayo pia tunayo, lakini huwa tumevunjika nguvu kwa sababu bwana ametoa talaka. Kweli, bwana akitoa talaka huwa <coughs> kuna mengi yamempata, na ukimuuliza atakwambia, mimi namjua mimi, kweli mambo mengine siwezi kuambia. Kwa hiyo utakao pewa talaka sasa, hapo ni talaka umepewa, naam. Kwa hivyo, wewe utakapokuja hapo ofisini, jua kwamba kitu cha kwanza unakuja kusikilizwa kweli na kusikilizwa ni kuitwa mume na wewe no. usiji ukatoa maneno ukasema mimi akija wewe nataka talaka la. Ikiwa unataka talaka, hili waliweza kulifanya kwa nyumbani. Wewe mbona umelikimbia? Kweli eh, mume ungemwambia mimi sitaki chochote, nataka talaka yangu yaishe. Lakini ulipotuletea ya sisi, umeamua kwamba tuingilie kati na sisi tu intervene, tuweze kuleta suluhu, na ndio kazi yetu hiyo. Kweli ziko sababu za kwamba kadhi anaweza akaziona ya kwamba ndoa yenu hii ina matatizo haifai isipokuwa mtenganishi. Naam. No. Ziko sababu hizo, lakini sasa, ili tufike hapo mpaka tusikilize hiyo kesi na si mara moja, na sheh mus utashangaa Naam. Hiyo kesi imeletwa, kumbe haijasikizwa popote, uko nyumbani, hata nyumbani pia haijasikilizwa, yani family, family members hawajui mgogoro wao. Wale wale mashahidi wa ndoa, wale mashahidi wa ndoa ni lengine tutazungumzia hilo lakini sasa haraka upesa, anasema nataka talaka. Mke huyo talaka shekhe? Kwani talaka haitaji shekhe. Angejitahidi aseme kwamba mimi nataka suluhu. Naona kama ulivyosema sasa, nyumbani shekhe haya kuzungumzwa kabisa, wala wale wazazi pia wajua pande zote mbili okay. na amekuja na tala. nataka talaka moja kwa moja, very serious sasa. mm -hmm. ni hitamu ya maneno yani kwamba namna hiyo upati talaka kweli, njoo na lengo la kwamba huyu bwana nisumbua, si tafanyaje, mwenzenu misaidie katika ndoa yangu kweli, hayo tukutane nayo well, ala ras alaras, walain, asubuhi mchana, mvua jua, lakini masala kwamba mimi naja huko, lakini nataka talaka, tafadhali ya malizi na mumeo huko. Akwambia akwambia eh, shehe mume wangu hmm, ni mlevi. Mfano anakupatia si. Mume wangu ni mlevi na akija watapika humo na nyumba posting room mm -hmm akija mkatembo wewe kulala naye, itabidi sasa mimi niende kwa watoto. Nimeongea naye maneno lakini hataki kunielewa. Sasa ajue nifanyeje mimi shekhe. Na ulevi umekatazwa katika Uislamu, sawa kabisa. Swali ni kwamba nani alikaa ukamshtakia maneno haya akasuluhisha? Yani zungumzwa kule nyumbani, lakini ameshindikana. Sasa ni hapa sasa, umekuja hapa ofisini na, na sisi mara ya kwanza tupe nafasi Tuyaingilie. Naam. Alafu tuone tumeshindwa, na sisi tutatoa uamuzi, lakini usije ukasema taka talaka kwa hayo, kwa sababu sisi umetuletea leo sasa, wataka leo leo upewe talaka. Wazazi wamesikiliza, kama wameshindwa, sisi tuna njia zetu za kusikiliza kesi hapa, na tuna ufundi maalumu wa kuweza kuipeleka ile kesi mpaka mwisho, tukapata suluhu Naam. Tumesema ikiwa suluhu hakuna, zipo sababu ya kwamba sasa mke huyu aachwe Naam. Naam. miongoni mwa hayo nini hatari katika maisha, ukiishi naye unaweza kutokea. Bwana hajukumiki, ngumu, mapiga sana, apiga hivi. Ni vitu levi, ni vitu ambavyo kwamba tukiambizana, tuje tukia, tuvisuluhishe. Vikishindikana, tutaangalia way forward moja kwa moja, eh.